Of course, bado kuna watu wengi wanazungumzia maandamano ya Gen Z wa Kenya ili sio tukio la kawaida kabisa. Manake maandamano ya Gen Z yameandika historia mpya nchini Kenya. Lakini ndani ya vurugu na machozi zilitokea dakika chache ambazo ni ngumu kuamini kama kweli zilitokea. Kwa hiyo leo nakuletea video sita ambazo zimewavuruga polisi, zimeshtua serikali na kuamsha kizazi kizima. Lakini je, hizi video zinaonyesha mwanzo wa mapinduzi au ni mwisho wa matumaini? Andamana nami hadi mwisho wa video hii. Katika tukio la kwanza tunawaona vijana wawili wakiangushiwa kipigo na polisi, lakini mmoja wao anajitoa mhanga na kumkinga rafiki yake. Na cha kushangaza zaidi, walipofanikiwa kutoka hawakukimbia, walianza kubishana na polisi kwa ujasiri wa ajabu. Hii ilikuwa ni ishara gani kwa serikali? Hebu tazama. <laughs>

Katika tukio jingine, kijana alikataa kabisa kuingia kwenye gari la polisi. Alisimama kidete na kusema, mimi naandamana kwa ajili ya kizazi changu kijacho. Je, kijana huyo anawakilisha sauti ya mamilioni? Hebu angalia. <todula>

Katika video hii ya tatu. Hii ni video ambayo ilifanya Gen Z wa Kenya waamini kuwa hakuna lisilowezekana. Kijana alikamatwa akaingizwa kwenye gari la polisi, lakini dakika chache baadaye anaruka nje akipiga kelele hawanishiki, hawanishiki. Je, huu ulikuwa ujasiri au ni wazimu? Angalia mwenyewe. Okay, we are Hadi shiki Cristiano. Nini? Nini? Unasema aje? Historia kushikwa, siwezi kubali kushikwa. Mwenye anamulika wao hivi, hapo huko ndani anashikwa bila kesi yoyote. Mimi nashikiwa nini? Sitakubali kushikwa na si happy, nimetoka kwa gari ya JK. Niko hapa nje, sitoki na siendi. Paka Morara atoke hapo nje. Kuna mali naenda.

Kwenye video ya nne ni kuhusu mwanamume mmoja aliyesimama mbele ya kundi la polisi waliokuwa wakisonga kwa nguvu na kwa ujasiri. Akasimama akawaambia, nyinyi mnatumiwa na serikali ya sasa. Hii video ilisambaa kama moto wa nyika. Je, yeah, hii ilikuwa kauli ya mwisho au mwanzo wa mabadiliko? Tazama, mtazamaji wangu.

you have, how many of our parents, you, have, you mothers? We we are are not afraid. and you, you see, mbona wazazi wetu walilia kama ni kutua Kwenye video ya tano hii ilitokea huko Makueni kaunti. Polisi walijikuta wakikimbia hovyohovyo baada ya kuzidiwa nguvu na raia waliokuwa wakiandamana. Hii haikuwahi kutokea kabla. Je, huu ni ujumbe gani kwa mamlaka au serikali iliyopo kwa sasa? <gulia> Halafu kwenye video ya sita ni video ya kusikitisha sana. Wasichana wawili waliokuwa wameketi tu pembeni wakipumzika, walijikuta wakivutwa na polisi bila huruma. Je, huu ni uvunjifu wa haki za binadamu au ni uzembe tu wa madili? Cheki mtazamaji wangu. Ah, hata kumta pande boss. Ni unitani shuali? Ni unitani? What's the problem? We are sitting there coming to disturb us. What's the problem? What's the problem with these officers? Tim, kuja mniue, kuja mnipige, kuja mniue. Come and kill me. Come and kill me. No baby no we have our rights we sit there they coming to like, tokeni tokeni tokeni why are they doing this to that to us come and kill me come and kill me babe leave me alone that's my right. they come and kill me come and kill me come and kill me we sit there very very well sit there down very very well wanakuja kutuambia tuko nataka kutuchapa why why, why are these police officers like we are seeing end police brutality but they still harassing us Ebwana, haya ndo baadhi ya matukio yaliyotikisa taifa la Kenya wakati wa maandamano ya Gen Z. Lakini swali langu kwako wewe mtazamaji wangu, je, haya yanaleta mabadiliko wa Kenya wanayoyataka au wanajiingiza kwenye giza zaidi? Niachie kwenye comment section. Ebwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo, ebwana. E, tukutane kwenye video ijayo. And it is Ruto must go